Kwani amjui faida za miti? Tuambie. Safi, amesema kupata mbao, tena mataja na madawati kabisa, tunatumia, tunakalia. Tuna, jamani, na kupata afya bora. Makofi kwake. <tuhi> <tuhi> tuambie huko huko yao kusijeni, jamani, mnasikia ukame tunaoona hapa mkoani Singida unakoma. Kama mnafuatilia TV Januari hii tarehe 27, si ndio aliongea mkuu wa nchi, mama yetu, anaitwa nani? Anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika siku yake ya kuzaliwa alikuja na wito kwamba wote tupande miti, lengo ni kurejesha uoto wa asili ambao umepotea lakini sio yeye peke yake, hata duniani, Umoja wa Mataifa na mashirika yote ya kimataifa ambayo yameungana na Tanzania, sote tunapaswa kupanda miti kwa wingi, kwa sababu tukipanda miti tutapata chakula, tutapata dawa, tutapata hali ya hewa nzuri na mengine kede kede. Tukifanya hivi tutaishi vizuri, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Sisi tumeshaanza kama TAA na plani yetu ni kupanda miti milioni moja katika miaka mitatu tukiwa tunashirikiana na TFS. Lakini pia kwa nafasi hii, wale ambao wana huba zito na mazingira waje watuunge mkono kwa namna yoyote ile ambao wanaweza kutuunga. Singida mpya ya kijani, ya kijani si ndio eh? Kwa hiyo ninaamini kwamba tutailinda vizuri, kila mmoja atapewa shimo lake ili aweze kutunza ule mti si ndio eh? Ndio. Kwa hiyo tunaamini kwamba utautunza vizuri ule mti mpaka utakavyokuwa utakavyokuwa mkubwa. Tutailinda vizuri, hatutaweza kuingiza mifugo ya aina yoyote wala hatutaachia mtu kuichezea kukatakata ovyo. Tunaelewana ndio. tunaelewana ndio. Basi baada ya kusema hayo, nita nitawakaribisha pia wageni ili tuende tukapande, tunaenda kupanda wote tunaelewana yeah. E, wageni wetu watatuonyesha mfano namna ya kupanda kwa sababu sisi hatujui, sisi hatujui, si ndio? Yeah. Watatuonyesha watatuelekeza baada ya hapo na sisi tutaenda kupanda. Kwanza naishukuru hii taasisi ya TAA pamoja na mkurugenzi wake. Shule yetu ilikuwa na changamoto nyingi, majengo yalikuwa naezu, yanaezuka kwa sababu ya uhaba wa miti, lakini kwa sasa hivi hii changamoto ya majengo kuezuka yote yanaenda kuisha, na eneo letu lilikuwa limeshakuwa tupu kabisa kama ukame, lakini kwa sasa shule yetu inaenda kuwa ya Makhongo naendelea kuiombea hii taasisi pamoja na, na mkurugenzi wake waendelee kuwa na moyo wa dhati wa namna hiyo na moyo wa upendo, ili tuweze kufanya Singida yetu kuwa ya kijani. Mimi kama mzazi kuwakilisha shule yetu nikaona nipite, ili nije nionane na ninyi pia na walimu na kujua ambalo litumeletewa. Kwa hiyo niwashukuru sana wageni kwa msaada huu, pia kwa niaba ya halmashauri ya kijiji kwa sababu ni mjumbe kwa hiyo ni waombe wanafunzi mpeleke salamu hizi kwa wazazi, kila kaya. Nimesikia miti mingapi? Mita. Jamani, ng'ombe itakayokamatwa bahati nzuri niko halmashauri, faini itaendelea. Si mmeona hii miti imeletwa kwa gharama eh? Basi ni washukuru pia, ni waombe walimu msimamie pamoja na kamati ya shule. Majina, naitwa Gias Joseph Kolomani. nimetokea naishi katika kitongoji cha Makonyora nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Makhongo. Kwa nafasi hii nashukuru shirika la TAA kwa kupatia hii miti, kwa sababu itatusaidia katika kuboresha mazingira, pia tunaitumia katika kutengeneza madawati, pia inatusaidia kutupatia hewa ya oksijeni. Tutaitunza, tutailia, tutaimwagilia na kuiangalia dhidi ya wanyama. Mimi naitwa Zena Fahad Ali. Tunashukuru shirika la TAA kwa kutuletea miti ya matunda na pia ya mbao kwa ajili ya madawati. Tunashukuru kwa hii miti.